Mwaka wa kupewa nchi yeah. Andika hicho cha somo leo, inawezekana ikawa ndo siku ambayo haitakuja kusahaulika, ili upewe mjue Mungu. Hebu sema, ni mjue Mungu zaidi ya nilivyosikia mimi nataka umjue Mungu zaidi ya ulivyosikia. Naomba ninukuu maandiko haya kwenye kitabu cha Luka sura ya kumi na tano. Hadisi hii inamzungumza baba mmoja ambaye alikuwa na watoto wawili wa kiume, ni wawili tu, na baba huyo alikuwa ni tajiri, alikuwa anapambana kutafuta utajiri ili kuhakikisha watoto wake wanakuwa na uhakika, wanakuwa na amani kwamba miaka yetu ya kuishi chini ya jua sio ya umaskini, sio ya kuungaunga, sio ya kutafutiza. Walikuwa na uhakika, sema mimi ila sipofahamu. Ikaja pale ambapo mtoto mdogo akamwambia baba yake, nipe kilicho changu. Baba alijaribu kumfundisha kumwambia usiwe na haraka ya maisha, siwe na haraka ya kupata, tuliza akili yako kwa matiba. Mtoto alikuwa sio mwelewa, mtoto alikuwa sio utulivu, so mtoto wangu ulikuwa ni so mziki. Baba alipoona mtoto anamtinga kila siku kila wiki kila mwezi kila mwaka, akampa kijana, akaondoka akaenda huku anakotumia vizuri besi Watu wa namna hii wapo wengi. Hadithi hii iliyoandikwa kwenye Bibilia, leo kuna watu wanaishi maisha hayo. Sasa huyu mtoto akasafiri akaenda nchi za mbali, akatumia mali zake ambazo amepewa na baba yake, sio juhudi yake kuzitafuta, sio akili yake kuzitafuta, sio elimu yake kuzitafuta, sio ujuzi wake, zikaishi Akaanza kutafuta vibarua, hata akili ya kutafuta vibarua hajuu, akili ya biashara hajuu, ikashindikana. Alipoona maisha ni magumu, akaamua kurudi nyumbani kwao. Baba akamwona kwa mbali, mtoto anakuja. Mfano huu hauhusu huyo baba na watoto wake, mfano huu unalihusu taifa la Israeli na Mungu. Ila Yesu akaamua kutumia mfano huo. Mpaka alipofika kwa baba akasema naomba unisamee. Sawa, hakuna shida, lakini mtoto huyo akajishusha akasema naomba unifanye kuwa mtumwa kama watumwa wengine. Si sahihi kuita mtoto wako alikuwa na ongea hayo akiwa na maanisa. Akawaambia watumwa kalichukuwili vazi akazaa akasema kaichikweli na pete pete, ambayo inathibitisha kwene mtoto wangu. Sasa leo nataka nikwambie, mjue Mungu, mjue Mungu vizuri zaidi ya tulivyohubiliwa, zaidi ya tunavyomsoma kwenye Biblia na kwenye vitabu, mjue Mungu zaidi. kwa nini tumeokoka? Kwa nini tukahubiliwa Injili? Kwa kwa nini kwa kuna makanisa? kwa kwa nini kuna wachungaji sisi wachungaji ni viranja ni wapiga kelele ni sauti ya pamedia Vwawa, Mbozi, Tunduma, Mbea, Dodoma, Tanzania, Afrika, ni sauti ya mbameelia duniani, watu wamjue Mungu. Bila kumjua Mungu wezi, unajua namna kuishi chini ya jua, kwa kutumia uokovu, nasukaa naishi na magonjwa, unaishi sawasawa unaweza kuwa na maishi, unaweza kuwa naishi na matatizo, naeskaa ishi na maisha magumu ukaishi ni sawasawa. Naomba nisikilize hivi, baba angempokea mtoto na akasema kweli uito tu hivyo ulipo, kwamba weye ni mfanyakazi, unafikiri nini kimebadilika? Alikuwa ni mtumwa hivyo. Haya maisha ndiyo ambayo Wakristo wengi wanaishi na matatizo, wapo kanisani, wanaishi upate mtu wa kukuambia ndio, wewe ni mtoto, wewe sio mtumwa. Upate mtu, upate mtu usipopata mtu wa kukujulisha, usipopata mtu anayejua zaidi yako anayeelewa na Mungu zaidi yako, na kwa utaishi maisha akitumwa utaishi maisha yako mpaka na kufa, hakuna atakayekubadilisha. Ana mtakatifu sura ya tano mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Baada ya hayo, palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Yesu atakwenda kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu, Yerusalemu ina milango mitano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya ugonjwa ilikwenda kaa, walikuwa melala mm, ili kutibiwa kuna wakati ambao malaika anashuka, akaingia kwenye ile nyumba ya wagonjwa, akatibua maji. Ambaye atafanikiwa kuingia kwa mara ya kwanza baada ya maji kutibuliwa, alikuwa anapona ugonjwa wake ambao umemkata, na hapo palikuwa na mtu isi naanzia hapo. Hiyo ni historia ya hicho kisima ya hiyo jengo ya hapo mahali. Sasa tunaanza kilichotokea mpaka yataandikwa hayo. Palikuwa mtu mmoja, ni malimumoto kwa babesana, miaka mingi thelathini na nane, ni mautuji huko hapo. Yesu alipomwona huyo, Yesu alipomwona huyo amelala Sani, ni nchi moja kwamba ni mgonjwa hivyo siku nyingi, akamuuliza. Ao, nisikize vizuri, watu wengi kama wasipoulizwa ama hata wakiulizwa, hawana msasa, hawatasaidiwa hawana, watabaki vile vile. Hasa huyu akamuuliza, rafiki ya, yangu, unataka kupona ugonjwa, unataka kuwa mzima. Hapa sababu ya kukaa yule mgonjwa akamjibu, sina mtu wa kunibeba kuniingiza kwenye kisima maji yanapokuwa yamechukuliwa, wakati, na wakati nataka kuingia yakisha kuchukuliwa maji mtu mwingine anakimbia kabla yangu mimi. Yesu akamwambia Yesu akamwambia, simama Sima nyumbani no, yule siah mtakaga godoro akaenda. Ilikuwa ni siku ya Sabato, siku ya Jumamosi, kwa ambali mm. ya imani ya wale sisi kwa Kristo, sisi kwa mm. ilikuwa ni siku ya Jumapili. Nataka nikwambie kwamba unahitaji kumjue Mungu na ukimjua Mungu uanze kutafuta msaada, namna ya kutoka kwenye tatizo. Na inawezekana ukapanda kujifunza, usiweze kufikia ujuzi wa kutoka kwenye tatizo, kama ta utatamani kujifunza ili utoke kwenye tatizo, lakini hauwezi kujifunza. Eu, tafuta mtu wa kukusaidia kukutoa kwenye tatizo. Amen, inasema tuunga mahali ambapo wa wengi wanapona, wengi wanatibiwa, ila yeye hana mtu wa kumsaidia kumtoa pale mkola, ampeleke kwenye kisima apate msaada, maji alitibuiwa, lakini hana uwezo wa kutoka, kuingia pale, aingia kwenye kisima mpone ugoti. Anahitaji mtu sasa hivi, nabo nyamini, hakuna kwenye ukoo wao, hakuna myonbo, hakuna mila hakuna rafiki, hakuna shemeji, hakuna dada, hakuna kaka, mtu wa kumuhurumia aliyetumwa na Mungu hajapatikana yeah. Mtu wa kumuhurumia kujua thamani ya huyu mtu hajapatikana yeah. Amekaa ni mgonjwa, lakini nafasi ya kupona amepewa, nafasi ya kuwa mzima anayo, nafasi ya kufunguliwa na kuondoka. pasikaa. Wengi wanapitia mateso si kwa sababu wanapenda, hawana mtu wa kuwasaia. Wengi tulikuwa na wachungaji tulioamini ni msaada, ila nguvu za kutusaidia hawakuwa nazo kwa tukabaki tunaendelea na matatizo, tukabaki tunaendelea na shida, kwa sababu sisi wenyewe hatujui namna ya kutoka kwenye tatizo, lakini tulio waamini, tuliowapanabana kwamba watatusaidia, hawakuwa na nguvu ya kutusaidia. Haujanielewa? Naona unaniangalia kwa huruma. Sasa naomba nisikilizi, vita yako inatakiwa ipate mtu wakusema oh, vita yako imeisha amina. Ndio anasema katika Isaya 40, kisoma gana abogo anamwambia Isaya, nenda ukawaambia watu wangu vita yao imeisha na dhambi zao zimezinduka. Waambie waanze kuomba kwa kujiamini, waanze kufikiri kwa kujiamini, waanze kutenda kwa kujiamini, waanze kuishi kuomba kwa Mungu kwa kujiamini.

Unamwitaji mtu ndio, kwenye maisha yako, amina. Unamhitaji mtu amen, kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, unamhitaji kabisa. Kwenye huduma yako ndio, unamhitaji kabisa. Nataka kwamba unamhitaji mtu kwenye ndoa yako, amen. Ndoa yako ni nzuri, isipokuwa unapata mtu, mtu sahihi ambaye atakuwa rafiki yako mzuri, atakushauri, atakusha vizuri, ndoa yako itatulia, amen. Wote ni wakuta, ni wale walioshirikiana hawezi kukushauri vizuri Bwana sikuu sasa. Bwana sikuu sasa, Mungu alishatangaza msamaha miaka elfu mbili iliyopita mpaka alipomleta Yesu Kristo, lakini watu tuliowaamini tulioenda kwao tukiamini wana nguvu tukiamini wana majibu hawana nguvu, ni madhaifu, ni wenyewatu na wenyewe na wenyewe wanaonewa, wanateswa. sio kila mtu anaesema Bwana Nasema hivi, Bibilia inasema sio kila mtu anasema Bwana atakee. Uona, sio kila mtu, sio kila mtu. Mchungaji ni mtu, mzee wa kanisa ni mtu, nabii ni mtu, anayefunga nyombo ni mtu, anayefagia kanisa ni Amina, si kila mtu anayesema Bwana. Uchungaji ni cheo, uzee wa kanisa ni cheo, unabii ni cheo, mtume ni cheo. Sio kila mtu anayesema bwana atidema bwana, sio kila mtu. Panahitaji nguvu, nguvu ya kumchomoa, panahitaji bidii ya kumchomoa. Ndiyo maana watu wako kwenye makanisa wana mateso kama wengine, kama wapandaji tu, kama watu ambao wako makanisa na wachungaji wanawaambia mwende kwa amani ya Bwana. Wanapomwona Bwana naye anashangilia, lakini kifua kinamtesi, mgongo ana kivyongo, kimejaa mgongoni, ana msimo. Sikiliza, kwa siku ambazo nimepewa nisimame, nataka kumjua Mungu, kwa sababu watu hawamjui Mungu, ndio maana

Wafalme wa kwanza 17. Anzia mstari wa 10. Ataenda Selepta. Akaenda Selepta. Hata alipofika getini pa mji, kumbe Mwanamke mjana alikuwa kuna mwanamke mmoja mjana alimwekwa na ukota kuni, akamwita akamwambia, Aka Aka Aka, mama niletee chakula nile. Neno la kwanza lina kadari yako ya kwamba neno la Bwana linakaa ndani yako, nisikilize kwa mimi. Kumbe kuna watu tuliowapelekea shida zao, shida zetu, lakini hawakuwa na neno la matokeo, hawakuwa na neno la Mungu kutatua shida zetu, kutupa msaada. Hawakuwa na neno la Mungu, hawakuwa na msaada, ndipo shida ikadumu, shida ikaendelea, shida ika Alafu tukaendelea kuishi maisha ya shida, tukijua ndio maisha yetu, kumbe sio maisha yetu. Sisi tunatakiwa tumpate msemaji mwenye neno la Mungu, sio mtu anaongea ongea tu kwa imani. Kuna mwimbaji mmoja kutoka Kongo pale anasema, tutaomba tutaomba tutaomba tena mpaka mbingu iseme, hatutaomba kwa imani au tuseme nenda kwa amani dauni nyumbani mpaka mbingu same haya mpaka msemaji aliyetumwa na Bwana. tutatumia damu ya Yesu mkuosha mopao jisa. Wanakesha makaburini kukuharibia, tutakesha madhabahuni pa Bwana kukutengeneza we. <tumia> hii ni sauti ya Jehova

Wapi wa wa Mokozi, nataka nikuone kwa macho. <laughs> <laughs> eh, eh.